Wow, karibu katika Bibilia ya Kidigitali, platformu inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali mbali, na leo uko na pionia Blaster Anili ambaye anakuletea uchambuzi wa kitabu cha Yoeli. Mwandishi wa kitabu cha Yoeli ni Yoeli mwenyewe, na jina Yoeli ni muunganiko wa maneno mawili Yehova and Eli, yani ikiwa na maana Yehova ni Mungu. Hatujui sana kuhusiana na habari za Yoeli lakini Yoeli tunamtambua kama nabii wa Pentekoste. Tunasema Yoeli ni nabii wa Pentekoste kwa sababu yo Yoeli ndio aliyotabiri siku ya Pentekoste, siku ya ujazo wa watu wote Roho Mtakatifu, kila atakayeamini. Ukisoma katika Yoeli ile sura ya pili na ule mstari wa ishirini na nane hadi thelathini na mbili Yoeli anatabiri kwa wazi kabisa kwamba itakuja siku kila mwenye mwili atapokea Roho Mtakatifu, watu tutatabili, tutanena kwa lugha mpya na kutakuwa na ishara katika jua na katika mwezi. Na hiyo inakuja Yesu mwenyewe anaigongelea msumari katika Yohana sura ya kumi na nne na ule mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane Yesu mwenyewe anasema, nitaondoka, atakuja msaidizi kutoka kwa Baba, naye tutakaa naye milele na atakaa ndani yetu. Na utimilivu haswa kabisa ni pale matendo ya mitume sura ya pili kuanzia pale mstari wa kumi na nne tunaona Roho Mtakatifu anashuka anamwagika kwa watu wote, wanaanza kutabiri na kunena kwa lugha mpya. Watu wanachanganyikiwa wanamuuliza Petro. Petro anasema, hii sio mimi wala watu hawo wa hawajalewa kwa mvinyo, bali ni kile alichotabiri nabii Yoeli. Anamkoti Yoeli. Kwa hiyo Yoeli tunamwita nabii wa Pentekoste kwa sababu ametabiri kwa uwazi habari za Pentekoste, na ametabiri kwa uwazi habari za ujio wa Yesu Kristo. Kama Yesu alivyotabiri ujio wa msaidizi, akutabiri ujio wa msaidizi akimaanisha nabii kutoka Uarabuni kwamba ndo msaidizi wa mwisho. Hapana, Yesu alikuwa anatabiri ujio wa Roho Mtakatifu kama msaidizi atokaye kwa Baba. Maana yule nabii kutoka Uarabuni yeye hakutwaa yaliyo ya Yesu, yeye hakai ndani yetu, yeye haishi milele. Kwa hiyo kukoti mstari wa Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17 kwamba unamtabiri nabii mwingine au mtume mwingine ni kuwa umekosea. Kwa mujibu wa Yoeli anatuonyesha kabisa Yesu alinukuu kutoka kwa Yoeli na utimilifu wake ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa hiyo kitabu cha Yoeli ni kitabu cha kukiangalia kwa makini. Mwaka wa kuandikwa. Mwaka wa kuandikwa. Baadhi ya wachambuzi wa mambo ya siolojia ya Biblia wanasema mwaka haujulikani, kwa sababu hatajwi mfalme mahali popote katika kitabu hiki, lakini ukiangalia kwa undani vizuri, tunaamini kwamba kitabu hiki hakitaji mfalme kwa sababu kiliandikwa kipindi cha mfalme Yoshia. Yoshia alikuwa ni mfalme mwenye miaka nane na ukitaka kujua habari hizi utaweza kusoma kitabu cha Wafalme ile sura ya 22, na Wafalme sura ya 22 na Wafalme wa pili sura ya 22 na 23, na kitabu hiki ni kitabu cha matengenezo. Hivyo tunaamini kitabu cha Yoeli huenda kiliandikwa mwaka wa mia nane na thelathini na tano kipindi cha mfalme Yoeshi, ambayo alikuwa ni mfalme mdogo katika wafalme, alikuwa, alianza kutawala akiwa na miaka nane na alifanya matengenezo, hivyo kitabu hiki tunaweza kusema pia ni kitabu cha matengenezo. Nia na dhumuni la kuandikwa kwa kitabu hiki, kitabu hiki ni kitabu cha matengenezo ama kitabu kinachowaita Waisraeli kutubu, kitabu ambacho kinaanza kwa kuonyesha maovu ama mabaya yatakayowakumba wana wa Israeli baada ya kuwa wameacha ibada ya kweli na kuelekea miungu, na pia wamevunja moral standard of living, wamemkosea heshima mwanadamu na kumekuwa na maovu mengi, na hivyo Yoeli anasema an liitiwe kusanyiko la kidini, kusanyiko takatifu. Na kitabu cha Yoeli kinatufundisha haswa kwa uwazi kabisa kwamba wakati wowote mwanadamu anapomwacha Mungu wa kweli na kuelekea miungu, wakati wowote mwanadamu anapo anapoacha kufata moral standard, anapoacha utu, kuna anapoacha tunu zile zilizopewa na Mungu. Mungu ametupa tunu, tukizivunja tunu hizo. Mungu ametupa tunu ya kwanza ni fellowship na yeye mwenyewe Mungu, Mungu wa kweli ametupa uwezo wa kucommunicate naye, lakini pili, tunu ya pili tumepewa upendo, tunu ya tatu uwajibikaji, tunu ya nne ni umoja tunapovunja hizi tunu tukaacha roho tukaacha ibada ya kweli tukaacha kuishi kwa upendo tukaacha uwajibikaji tukaacha kuvunja tukavunja umoja na kuinua ubinafsi, mara zote huwa tuna kujikuta katika majanga. Tunaona hata Adamu alipoacha habari ya Mungu wa kweli na kuambatana na uovu wa yule nyoka, alijikuta alizaa mauti, lakini kwa toba ya kweli ya Nuhu na sadaka ya Nuhu, Mungu anaweka hata agano la kuto, kuiharibu tena dunia. Kwa hiyo changamoto ni mwanadamu pale anapomwacha Mungu. So Yoeli anatumia nzige, anatumia vita, anatumia ukame kuonyesha ni madhara ambayo yatawakuta. Kitabu cha Yoeli ni kitabu kizuri. Hakiishii tu kutaja mabaya ambayo yatawakuta bali kitabu cha Yoeli kinasisitiza katika ile sura ya pili hata ile mwanzoni pale mwishoni anaanza kwa kuwaambia watubu. Watubu, wabadilike, wamwelekee Mungu wa kweli, anasema tu. Yoeli kinatuonyesha faida ya kutubu. Kutubu sio kulia. Yoeli anatujua ana, ana, anavuviwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu anatujua, anasema hataki watu walalue mavazi, anataka watu walalue mioyo, maana toba ya kweli sio uzihilishi wa machozi mengi. Toba ya kweli ni badiliko la ndani lenye kubadilika kabisa, kuziacha njia ovu. Kwa hiyo kama tunataka usalama ni kubadilika. Yoeli anaonyesha faida nyingi baada za kuamua sisi kutubu ama Waisraeli kutubu, anasema watarudishiwa miaka, wataletewa chakula, litafukuzwa jeshi. Kwa hiyo tusi- tunaposoma kitabu cha Yoeli tusiyaangalia yale mabaya tu yanayotokana na uovu wetu. Tuiangalie karama ya neema ya Mungu. Yoeli anaonyesha ujumbe mkuu wa kitabu cha Yoeli ni kutubu, na anaonyesha karama ya Mungu jinsi ilivyo ambavyo ana uwezo wa kuvumilia wenye dhambi, jinsi ambavyo Mungu ana yuko tayari kuwapokea wenye dhambi kama ilivyo leo tunavyokuita katika Biblia Kidigitali. Usiitazame hukumu ya Mungu ijayo, tazama rehema za Mungu, tazama upendo wa Mungu, tazama jinsi Mungu ambavyo yuko tayari kuwarudishia miaka, kuwarudishia vitu vilivyoharibika, jinsi ambavyo yuko tayari kuliondoa jeshi katikati yao, jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kuwatetea wale walomuasi kwao. Kitabu cha Yoeli sura ya kwanza inaonyesha matatizo ambayo yanatokana na watu kumwacha Mungu. Sura ya pili inaonyesha njia ya kuepuka matatizo hayo, kuwa ni toba ya kweli isiyochanganywa na sarakasi za kidini, isiyochanganywa na uongo wa kiuwanadamu, toba ya kweli iletayo badiliko, na hivyo sura ya tatu inasisitiza kabisa jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kuwarudia watu wake na utimilifu. Yoeli, ni kama vitabu vingine vyote vya Agano la Kale, vinaishia kwa kumtaja kwa kutabiri ujio wa Yesu Kristo. Hivyo hata leo hii tunatangaza hadharani kwamba bado Mungu anawapenda watu wote na kila aliye na moyo wa dhati wa kumrudia Mungu anapaswa kumwamini Yesu Kristo kama jibu la sadaka ya Mungu aliyotoa kwa mwenye zambi. Kwamba hakuna kuingia mbinguni pasipo kumwamini huyu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapotangaza toba ya kweli, toba ya kweli ni kumwamini Yesu Kristo. Toba ya kweli ni kuziacha njia ovu na Mungu yuko tayari kufanya kazi na watu wote wampendao. Mungu yuko tayari kuwasamehe watu wote. Tusitazame hukumu na adhabu ijayo peke yake na kubaki kulia sana, bali tutazame karama ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu, ya kwamba alimtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie aiepuke hiyo adhabu, ili kila amwaminie apate kupokea baraka ya Ibrahimu, yaani Roho Mtakatifu ndani yetu. Kumekuwa na mimi namalizia kwa kusema kumekuwa na mahubiri mengi na kumekuwa na matangazo makubwa ya ya ibada tofauti na Biblia na tofauti kabisa, kwamba tusisemeshe hiki. Yoeli anatufundisha changamoto ni mtu, wala sio mazingira. Nuhu anaonyesha kabisa changamoto ni mtu. Mtu akitakaswa na vilivyo navyo vitatakasika. Adamu anaonyesha kabisa changamoto ni mtu Kao hata kitabu cha Yoeli kinaonyesha mazingira yalikuwa mabaya kutokana na mtu. Leo mtu anapotubu na kumwelekea Mungu na mazingira yake yanabadilika. Hatuna haja ya kuwa na vichwa vikubwa vya maombi, hatuna haja ya kuwa na vichwa vikubwa vya habari ya majina ya staili za maombi, staili za toba. Ni mtu atakaswe kwa damu ya Yesu kwa njia ya imani, ndipo hizi adhabu hizi zitakapoondoka miongoni mwa maisha yetu, na hicho ndicho kitabu cha Yoeli. Na ulikuwa na mimi pionia Anili Blasta wa Biblia Kidigitali, platformu inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Kumbuka, Yoeli inasisitiza toba ya kweli iletayo baraka za Mungu na sio sarakasi za kidini, maana Yoeli anasisitiza tubu kwa moyo na sio kuchana nguo, chana moyo wako.